Uhasama kati ya Irani na Israeli ulianza mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa kufuatia maandamano makali ambayo yalipelekea kiongozi aliyekuwepo madarakani Mohammad Pahlavi kuondoka madarakani na Imam Khomeini kuweza kuchukua madaraka. Imam Khomeini ambaye aliyekuwepo ukimbizini nchini Ufaransa na Iraki kwa muda wa zaidi ya miaka 15 alipewa hifadhi nchini Ufaransa, na baada ya maandamano hayo aliweza kurejea nchini Irani na kuwa rais wa Irani. Utawala wa Mohammad Pahlavi mwaka 1949, baada ya kutangazwa taifa huru la Israel, serikali hii ya Pahlavi ilikuwa ikishirikiana na Israel, ushirikiano katika sekta tofauti. Ushirikiano huu ulikuwa katika sekta ya kilimo, teknolojia, ulinzi na inatajwa kwamba mazoezi ya kijeshi kati ya jeshi la Israel na jeshi la Irani yalikuwa yakifanywa kwa ushirikiano, kwa kuwa ushirikiano ambao uliokuepo kati ya mataifa haya mawili, kwa kuwa ushirikiano huu ulionekana kwamba ni ushirikiano wa kimkakati katika eneo ambalo mataifa ya Kiarabu ndio ambayo yaliokuwa na ushawishi mkubwa. Hivyo basi mataifa haya mawili, ikiwa ni taifa hili la Kifarsi na taifa hili la Kiyahudi, mataifa haya mawili hayakuwa na budi kuweza kujiunga ili nayo yaweze kuwa na ushawishi, lakini yote haya yalikuja kubadilika mwaka 1979 wakati ambapo maandamano haya yaliyofanyika nchini Irani katika mji wa Tehrani na miji mingine tofauti nchini Irani yaliweza kupelekea kiongozi huyu Pahlavi kuweza kuondolewa madarakani na inatajwa kwamba katika kipindi hiki cha uongozi wa Pahlavi kabla ya mwaka 1979, suala zima kuhusu harakati za Wapalestina ni jambo ambalo lilikuwa halipewi kipaumbele na serikali ya Pahlavi, ambayo ilidhaniwa ya kwamba nayo pia itakuwa imesimama kidete kuwaunga mkono wa Palestina katika harakati za kuweza kufikia malengo yao, malengo ambayo yalikuwa yakifahamika kimataifa ni kuwa na taifa huru la Wapalestina. Mambo yalibadilika moja kwa moja mwaka 1979, wakati ambapo Imam Khomeini alipoingia madarakani baada ya kujifua kwa muda mrefu nchini Ufaransa, alipoingia madarakani yale yote ambayo yalikuwa yamepangwa kama ajenda za Pahlavi aliweza kuyaondoa na kuweka ajenda nyingine ikiwemo pia harakati za kutaka kuibadilisha Irani katika sekta tofauti, na vilevile kuhakikisha kwamba Wapalestina wanaweza kupata taifa lao huru kama walivyoahidiwa katika mikutano tofauti ambayo ilikuwa ikifanyika Umoja wa Mataifa. Tukirudi nyuma kabla ya mwaka 1979, wakati wa uongozi wa Pahlavi, Israel na Irani zilikuwa zikishirikiana katika sekta ya teknolojia, na inatajwa kwamba teknolojia ya nyuklia Irani na Israel ziliweza kushirikiana kwa kuwa Irani ilifahamisha kwamba Irani ambayo ilikuwa ikiongozwa na Pahlavi ilifahamishwa kwamba nyuklia nchini Irani itakuwa ikitumiwa tu katika matumizi ya kawaida, sio katika utengenezaji wa silaha, na ndipo ambapo Irani iliweza kupata mafunzo ya kuweza kurutubisha madini ya uranium ili kuweza kuyatumia madini hayo kwa malengo tofauti. Mwaka 1979 wakati ambapo Imam Khomeini aliingia madarakani, ndipo Irani iliweza kupewa jina la Jamhuri ya Kiislamu. Jina hili kuweza kubadilishwa, ilionekana kwamba ni ishara tosha ya kwamba ushirikiano uliokuwepo kati ya Israeli na Irani sasa umefikia kikomo, na Israeli itaraji kuona mabadiliko makubwa ambayo ilikuwa ikiamini ya kwamba tayari imekuwa na ushirikiano na Irani. Jambo la kwanza ambalo serikali ya Imam Khomeini iliweza kufanya nchini Iran ilibadilisha ubalozi wa Israeli ambao ulikuwa ukipatikana mjini Teheran. Ubalozi huo uliweza kubadilishwa na kuwa ubalozi wa Palestina nchini Iran, jambo ambalo Israel iliweza kukereshwa nalo kwa kiasi kikubwa na kufahamisha kwamba Iran haiheshimu makubaliano ya kimataifa. Taifa, taifa lolote ambalo lina uhasama na taifa lingine ubalozi, sheria za kimataifa kuhusu balozi, sheria hizo zinatakiwa kuheshimishwa kwa pande zote mbili. Hivyo basi, kitendo hicho cha kuweza kubadilisha ubalozi wa Israel na kuwa ubalozi wa Palestina ni kitendo ambacho Israel haikuweza kuridhishwa nacho dhatiti na kuonyesha uwepo wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati, Irani iliweza kuunda makundi tofauti, makundi ambayo yalitajwa kwamba yatakuwa yakiwakilisha Irani moja kwa moja pindi ambapo Israeli itakuwa na lengo la aina yoyote la kutaka kudhuru maslahi ya Wapalestina na Irani moja kwa moja, basi makundi hayo yatakuwa tayari kwa kuweza kuingilia kati. Kundi ambalo Irani iliweza kuunda na kufadhili moja kwa moja ni kundi la Hezbollah nchini Libanon kundi hilo ambalo liliundwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja ilitajwa kwamba kundi hilo Libanon, taifa ambalo linapakana moja kwa moja na Israel, itakuwa ni rahisi kwa kundi hilo kuweza kuendesha mashambulizi dhidi ya Israel iwapo Israel itaendelea na harakati zake za kuendelea kupokonya ardhi za Wapalestina na mataifa jirani kama inavyotajwa kwamba kuna maeneo ya Siria na Lebanon ambayo yalikuwa yakikaliwa kimabavu na Israel. Hivyo basi kundi la Hezbollah ndiyo kundi ambalo lilikuwa likibugudhi jeshi la Israel ili Israel iweze kuondoka katika ardhi hiyo ambayo ilikuwa ikionekana ya kwamba sio milki ya Israel, ni Israel imekalia ardhi hiyo kwa kutumia mabavu. Sio tu kundi hilo, kundi lingine ambalo linafahamika ambalo lilionekana kuwa kama tishio kama ilivyokuwa Hezbollah, Hezbollah na kundi la Hamas, ni makundi haya mawili ambayo yalikuwa yakiungwa mkono moja kwa moja na Irani makundi haya kwa mujibu wa Israeli yanaonekana kuwa ni tishio, na Israeli ilichukua hatua ya kuweza kukabiliana vilivyo dhidi ya makundi hayo na kuhakikisha kwamba makundi hayo yanadhoofishwa katika ukanda wa mashariki ya kati kwa kushambuliwa na kulengwa kwa viongozi wake. Utakumbuka vita hivi vya Israel na Palestina ambavyo vilianza mnamo Oktoba 7 mwaka elfu mbili ishirini na tatu baada ya wanamgambo wa kundi la Hamas kuweza kuvamia vijiji tofauti Israel na kumalizia maisha wa Waisrael wasiopungua elfu moja Israeli ilifahamisha kwamba kundi hili la Hamas mizizi yake katika ukanda wa mashariki ya kati inatakiwa kung'olewa, vilevile wanamgambo hao wa kundi la Hezbollah. Basi jeshi la Israel lilianzisha operesheni ambazo zilipelekea viongozi tofauti wa Hamas kuweza kumaliziwa maisha. Utakumbuka ya kwamba kiongozi wa Hamas Ismail Khanie aliuawa mjini Teherani na viongozi wengine wa kundi hilo. Na baada ya muda, wakati wa vita hivyo ambavyo malengo yake ilikuwa ni kumalizia maisha viongozi hawa, kiongozi wa Hizbullah Hasan Nasrallah naye pia aliweza kumaliziwa maisha, wakiwemo pia viongozi wengine. Jambo hili ilitajwa kwamba Israeli ilikuwa na malengo ya kuweza kudhoofisha ushawishi wa makundi haya, makundi ambayo tayari yalikuwa yamejipatia ushawishi mkubwa katika ukanda mzima wa mashariki ya kati na kwa sasa inaonekana kundi ambalo bado lina nguvu katika ukanda wa mashariki ya kati ni kundi la wanamgambo wa Houthi ambao wanapatikana nchini Yemen. Kundi hili nalo inatajwa kwamba makubaliano ambayo limeweza kusaini na Marekani ni makubaliano ambayo yanaziwia kundi hili kuweza kushambulia moja kwa moja Israel, aidha kushambulia meli za kusafirisha biashara ambazo zinategemea bahari ya Sham kuweza kusafirisha mizigo. Na inaonekana kwamba kwa sasa Irani itakuwa na tabu kuweza kufikisha makombora yake moja kwa moja katika ardhi ya Israel, kwa kuwa jeshi la Marekani katika ukanda wa mashariki ya kati tayari limekwisha weka kambi zake katika maeneo hayo, ikiwa pamoja na meli za kivita ambazo zipo tayari kuweza kuzuia makombora kutoka nchini Irani kuelekea Israel ikiwa pamoja na nchini Iraq, Marekani ina kambi zake nchini Jordan, Marekani ina kambi zake katika bahari ya Mediterania. Kwa makombora ambayo yatakayoshindwa kuzuiliwa na mfumo wa kuzuia makombora unaopatikana nchini Iraq aidha Jordan, basi makombora hayo yanaweza kuzuiliwa na meli za kivita za Marekani ambazo zinapatikana katika bahari ya Mediterania moja kwa moja. Inakumbushwa kwamba wakati wa vita kati ya Irani na Iraki katika miaka ya 80 1980 miaka kumi hii, hadi mwaka 1990 vita hivi, Israeli ilitoa mchango kwa Irani, ili Irani iweze kukabiliana vilivyo dhidi ya Iraki ambayo alionekana kwamba kuwa ni tishio katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati lakini Irani iliweza kurudi nyuma na kuona ya kwamba ushirikiano, aidha mchango huu ambao unaotolewa na Irani kwa ajili ya kukabiliana na Iraki ni mchango ambao umekaa kimkakati na haukuwa mchango thabiti, kwa kuwa Israeli ilionekana kwamba ina malengo yake yaliyojificha dhidi ya Irani. Hivyo basi, Irani iliona ni bora kuachana na ushirikiano huu ambao Israeli ilikuwa imeweka kama mtego dhidi ya Irani, kwa kuwa Irani na Israeli ni mataifa ambayo hayakuwa na ushirikiano wa aina yoyote baada ya kujifua kwa muda mrefu zaidi ya miaka kumi na tano Imam Khomeini nchini Ufaransa na Iraki, aliporejea nchini Irani na kuwa kiongozi, mabadiliko ambayo yaliyoshuhudiwa nchini Irani kipindi hicho ni mabadiliko ambayo yalishangaza mataifa ya Magharibi, ambayo Israel iliona ni bora ya kwamba kuziwia maendeleo hayo, na hususan katika sekta hii ya nyuklia, ambapo kila kukicha Israel ikifahamisha kwamba Irani pindi ambapo itakapoweza kumiliki silaha ya nyuklia, basi taifa ambalo litakuwa hatarini ni Israeli bila kuweka kando ukanda mzima huu wa mashariki ya kati.